Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Mwenge wa Kaunti, tukiwa tunaendelea kujadili maswala ya afisi hmm. Uh, ya spika wa bunge la Kaunti, na kabla ya kuenda mapumzikoni, mmetueleza umuhimu wa ile uh, mes uh, kwamba kuna mamlaka fulani ambayo inatoa kwenye vikao uh, vya bunge, lakini kuna yale mavazi ambayo spika anavaa, labda mnaweza kuelezea Wakenya yana umuhimu gani? hmm. Uh, mashirima, hii mavazi spika anavaa ni kitu inaitwa symbol of identity. yn Yani, sijui nitaweka na Kiswahili aje, symbol of identity na symbol of authority. Unailinganisha na ile ya jaji wa mahakama kuu, ile mavazi anavaa ukiangalia, kuna wig yenye tunavaa ii tuna adapt from the Commonwealth practice. What we call Commonwealth jurisdiction mm -hmm. Ukiangalia hiyo wig under the practice of law ilikuwa ina symbolize wisdom mm -hmm. and authority, kwa hivyo hata tukikuja hapa inasmbolize maspika mashirima ni watu wenye hekima kubwa sana, ni ukweli tuko na mm -hmm. hekima kubwa sana mm -hmm. so inakuwa symbolized by that and the robes, symbol of identity and authority mm -hmm. Lakini wakati deputy speaker ana, anaendeleza bunge yeye hawezi vaa hiyo ma, mavazi mm -hmm. ama members of the speakers panel mpaka, mm -hmm. ivaliwe na mtu mwenye tunaita substantive speaker ambaye yeye ndiye speaker, si mwakilishi mm -hmm. wake Mm -hmm. Yeah. Yule aliyechaguliwa na kuapishwa kama spika. Exact. Ndio maana hata ukiangalia kesi kama ya Nyamira mm -hmm. utaona hata mwenye anasema ni spika hana hizo mavazi rasmi, mm -hmm. mwenye ako na mwenye koti imesema ni yeye, yeye ndiye ako na hizo mavazi ni spika imbo. Nilikuwa nadhani jambo nataka kusema, alafu nimekusikia, nikona. Acha niachane na hiyo. Kuna baadhi ya, ya jumbe hapa Aha, kuna mmoja anauliza anasema, MCS wanafaa kupata mgao wa Ward Fund, uh, manake wao ndio wakaribu uh, kwa wananchi, wanaelewa mahitaji ya wakazi vyema na jinsi ya kutatua. Huyu ni Jenny Nthenya kutoka Chokaa Ruai Kasarani. Aha, kuna mwingine anauliza uh, wakati ambapo gavana hatekelezi majukumu yake ipasavyo uh, Uh, ni jambo lipi ambalo linaweza kufanywa na spika uh, labda mtaweza kueleza tena hiyo tofauti kati ya majukumu ya spika na majukumu ya MCA. Uh, kuna mwingine hapa anasema, anaeleza majukumu ya spika, nadhani hilo lilikuwa lisha lishaelezwa. Na kuna mwingine hapa anasema uh, County Assembly MCA ndiye yuko na direct contact na mwananchi on grassroots uh, level they should be empowered by kitty allocations to run their wards effectively the current system of befriending befriending befri befri befri the county boss always has disadvantages and uh, loopholes kuna mwingine hapa anasema Uh, hamjui spika wake na angependa kumfahamu. Itabidi uh, mdahalo kama huu tuufanye tena na tena, ili watu waweze kujua uh, wawakilishi wao ni kina gani. Lakini kwa sasa, hebu kwanza tuwasikize wananchi kutoka kaunti ya Nyamira. Naam, ni dhahiri kwamba tunapoangazia utendakazi wa maspika wa mabunge ya kaunti hapa katika kaunti hii ya Nyamira tunao mzozo unaoendelea tukiwa na maspika wawili ambao wanazozania uongozi baada ya spika Enoch Okero kutimuliwa, na hapa tupo Nyamira mjini, ambapo leo hii tunaungana na baadhi ya wakazi katika eneo hii hili ili nao watueleze wanahisi vipi kuhusu utendakazi wa ofisi ya spika wa kaunti ya Nyamira? Hapa uh, Nyamira tunaporudi tuangalie, uh, tunaona kwamba kila kitu ni mbilimbili, spika ni wawili, uh, ma, ma, ma, ma deputy spika wawili, majority leaders wawili. Tuliona pia Nyambe ya Gisesa alipewa juzi, na ni gavana peke yake si wawili, kwa sababu yeye peke yake yuko pale upande wa executive. Tumeanguka kidogo katika upande wetu wa Nyamira. Maspika wametuangusha wamesosania uongozi. Spika Okero ambaye aliambiwa kwamba kanyaga nje kidogo a, tunamuona yuko kotini a, na aliyechaguliwa pia na a, wale wabunge ambao walikuwa wengi ambaye ni Nyabaro a, na tumeona juzi pia ripoti ya Senate imewaambia wakuwe na vikao moja, kikao moja pale County assembly uh, uh, premises. Majukumu ya, bunge ya spika kule bungeni katika jimbo letu hapa, ya kwanza ni mnenaji wa bunge, hiyo ndiyo majukumu yake ya kwanza, na pia yeye ana, akumbuke kwamba uchaguliwa na wale wawakilishi wadi. Akichaguliwa na wale wawakilishi wadi ni kumaanisha kwamba anafaa kufanya kulingana vile wamefanya nini, wanaenda sababu wao ndio waajiri wa, wa spika wabunge wetu ambao ni wakaunti pia wanajua jenye kinaendelea Nyamira, sababu hatuna, hatuwezi kuwa na bunge mbili au ilipitishwa wapi? Hakuna mahali walikaa wakapitisha tuwe na bunge mashindani, mashindani yani, kumaanisha kwamba shida iliyoko Nyamira hii ni wan, wanasiasa wa Nyamira wa kitu wote chini pamoja watatue shida ambayo iko katika Nyamira hii. Wasipoketi chini na watatue hiyo shida, bado Nyamira tutabaki kuwa namba 47 kwa 47. Matarajio yangu sio spika afanye ambavyo executive inataka. Sisi wananchi, kuna watu tumechagua wanatuwakilisha au watu ambao watafika huko wa, wa, wakifika mle kwenye assembly, wafanye vile wananchi wanasema, walete miswada ile wananchi wanataka sio ile ambayo spika anataka. Spika kazi yake ni, kusima, ni kusimamia lile bunge. Hizi vikao ni kuvisimamia na ku make sure kwamba vimeenda ambavyo wawakilishi wodi wale wengi wamesema, si ambavyo yeye anataka ama vile ambavyo sehemu fulani inataka. Huyu spika enokuo kero tangu achaguliwe hakuna chenye wametekeleza kabisa. Spika anatumika na governor na gavana anatumika spika. Spika ajatekeleza vile ambavyo hata wakilishi wadi wanataka, wakipitisha hii anaenda anageuza, anapatia na ile spika anatumika na hawa MCA wamechaguliwa na UPA Wanyamira County mahali gavana ametoka, ndio wanamtetea sana. Mbona wakati ulifukuzwa unakuamilia ofisi ofisi ile? Sisi ndio tumechagua MCA, wakaenda wakakuchagua a ukiajiri mtu kwako mchakazi afanye kazi vibaya, umfukuze, anakuamilia kwako, Okero, toka ofisi. Na hao ni baadhi ya wakazi kutoka kaunti hii ya Nyamira, wengi wakimsuta ofisi ya na mahao ni wakazi kutoka kaunti hii ya Nyamira, wengi wakisuta spika wa kaunti ya Bunge la Nyamira na hiyo ofisi, kwa kile wanasema kwamba haijatekeleza kulingana na matarajio yao. Wengi wakiomba kwamba viongozi wa kitaifa na viongozi wengine kutoka kaunti hii ya Nyamira waweze kuingilia kati ili kutatua mzozo unaoendelea ili kuona kwamba wananchi wanatendewa maendeleo. Kiripoti ya Runga Citizen kutoka kaunti ya Nyamira, langu jina ni Duncan. Namshukuru Duncan Bundi kutoka kaunti ya Nyamira. Bila shaka kaunti hiyo ni moto kuhusiana na uongozi wa bunge la kaunti na afisi hiyo uh, ya spika wa bunge la kaunti, lakini kwa sababu tuko katika dakika za lala salama, labda mnaweza kutueleza kama kwa mtazamo wenu kama maspika, malengo ya ugatuzi yameafikiwa, mheshimiwa Ngondi? Mm, malengo la ugatuzi haijafikiwa. mm -hmm. uh, kwa sababu haikuwa uh, ni jambo la rahisi kwanza kuweza kuweka mkakati kabambe mm -hmm. na pia naye kulingana na jinsi vile sisi wa Kenya uh, tulivyo, tunategemea yale mapato kidogo uh, kama nchi mm -hmm. ambaye hawezi toselesha kuweza ku tekeleza jukumu ambaye inahitajika katika mambo na u, u, u, u, devolution. Kwa hivyo nikisema kuwa tumetekeleza kamili hiyo, nitakuwa ninasema uongo. Yeah. Na pia naye hii sio jambo la siku moja ama mwaka moja. Imeshawekwa kwa katiba na kwa sababu imewekwa kwa katiba ni ni jambo ambayo itatekelezwa kwa kila wakati mm -hmm. Kila mwaka uh, kila rais akikuja, kila baada ya uchaguzi ni kitu ambaye sasa tunga, tunasingatia, tunasingatia kama nchi mm -hmm. Na pia naye ile inahitajika kutoka kwetu ni uh, goodwill mm -hmm. na ufahamu mm -hmm. Hiyo ndio muhimu zaidi mm -hmm. Tuwe tu na goodwill kutoka kwa rais wa nchi aweze ku <coughs> elekeza pesa kwa matumishi ya chini. Mheshimiwa, mm, yeah. mm -hmm. Waiganjo, kwa mtazamo wako, malengo ya ugatuzi yameafikiwa na yanaweza kuimarishwa kivipi? Ah, ningesema malengo ya ugatuzi haijafikiwa. mm -hmm. Kwa sababu kikatiba malengo ya ugatuzi ilikuwa to bring services, kuleta services closer to the people. mm -hmm. Ndio imeanzishwa kwa sababu wakati katiba ya 2010 ilipitishwa, ilienda na ikatengeneza gatuzi 47. yeah. na tumeendelea kuona uh, serikali kuu ikipea kila gatuzi ikuita boshea. mm -hmm. na kila gatuzi inaokota pesa yake yenye inaitwa own source revenue. mm -hmm. na ukweli ni kwamba mashirima, kuna kazi inaendelea kwa serikali za gatuzi. mm -hmm. hatuwezi sema kuna kazi yaiendelei, barabara za gatuzi zinatengenezwa, madawa, hata kama si yenye inafaa inafanyika, uh, hii agriculture. Yani zile vitu kulingana na katiba ziko devolved, zinaendelea lakini hatujafikia lengo, ndio maana unasikia gatuzi mingi tukilia tuongezewe equitable share kutoka 15% to 35%. kwa sababu, no, sababu kwa nini hazijafika ni ukosaji wa fedha na pia bado ukosaji wa uhuru wa wenye wanafanya hiyo oversight mm -hmm. na wanakosa uhuru kwa sababu wenye wana oversight hawajawapatia independence ya hizi vitu tunasema among them world fund mm -hmm. yenye nashindahi umesema utakufa nayo hiyo, nitaisha nayo na hiyo na <laughs> na tutatekeleza hata kwa sababu <laughs> mm -hmm. Seneti na national government ndio wanafaa kuileta. Maybe tukiingia huko tutaenda kufanya hiyo maneno. Naam, Mheshimiwa Rusana mm. Ya, lengo la ugatuzi <coughs> haijatimizwa naweza kusema hivyo bila kuogopa kuo mm -hmm. kana kwamba ukiangalia schedule 4, uh, ya katiba ya Kenya imegawa kazi hiyo okay, schedule imepeana kazi kama uh, thelathini na tano mm -hmm. kwa serikali ya ngazi ya juu na kama ishirini hapo kwa serikali za ugatuzi mm -hmm. Kwa hivyo, na pia ujue kwamba functions hizo kazi hela inafuata kazi na, hela zenye zina vile zinagawa inafaa zigawe kupatana na majukumu mm -hmm. yenye wamepewa ngazi za serikali kaunti mm -hmm. Wamepewa majukumu nyingi zaidi hata ya, ya serikali ya juu, maana baadhi za kazi zenye zimepeanwa serikali za juu ni kutengeneza tu polisi mm -hmm. na kuregulate, lakini za kaunti za ku implement za kutimiza. Kwa hivyo inafaa kwa sasa hivi hela yenye zinakuja kwa kaunti inakuwa nyingi kuliko ama sawia, uh, na nusu za hela yenye inabaki katika serikali ya juu, kwa hivyo haitutakuwa na ugatuzi yenye eh, inatimiza lengo lake iwapo rasilimali ama fedha hazitapeana katika eh, kiwango cha ugatuzi la kaunti kweli kili. Kauli zenu za mwisho tukianza tu na wewe mheshimiwa Rusana. Ungependa... wacha kabla hata ujasema uja <coughs> hiyo tena, sasa hivi kuna kuna, kuna, kuna kitendo kingine kimejitokeza ambayo inatakikana zimalizwe haraka iwezekanavyo. Kuna baadhi za za, za kazi majukumu za kaunti ambazo zinachukuliwa moja kwa moja pole, pole zinarudi katika serikali za juu mm -hmm. Moja yao ni, ni hela za kutengeneza barabara mm -hmm. Hapo awali tukianza mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu kumi na nne hadi uh, kumi na saba ishirini na mbili hela zilikuwa zinapewa kaunti, sasa hivi bunge la kitaifa zimekatalia na wamekataa, wanataka wenyewe watumie hizo hela kutengeneza barabara mm -hmm. Wakati sheria iko clear how national government wako tu na jukumu na trunk roads mm -hmm. mabarabara zingine hizo za kaunti, mabarabara zenye zimekuwa classified katika ngazi za chini mm -hmm. sorted of za kaunti, lakini hela zipeani huko, lawama zinaenda kwa kaunti mm -hmm. kwa hivyo, kuna mtu ama baadhi ya watu ambao wamekaa sehemu wanataka kwamba ugatuzi ikufe mm -hmm. isifanye vile livyo tengenezwa awali. mm -hmm. mm -hmm. Kauli ka, kauli zenu za mwisho, nikiza tu na wewe, mheshimiwa sana, ungependa Wakenya waelewe nini kuhusiana na utendakazi wa mabunge ya kaunti tukimalizia? Ha, mimi ningependa kuwaambia Wakenya kwamba bunge la kaunti ni muhimu sana, ni hao ya mashinani. Zile kazi ambazo zimepewa serikali ya kaunti, hawa ndio wana jukumu la kwa niaba ya wananchi kuangalia kwamba zimetekelezwa, lakini pia wawawe wavumilivu kwa wabunge wa kaunti wa MCAs, wa MCAs wanafanya kazi kwa bidii, wanajaribu ku, kuangalia masilahi ya wananchi, ila hali pia hawawezi kuifanya kufuatana na vile wananchi wanavyotaka, kwa sababu hawajawezeshwa. Kwa hivyo wawavumilie wananchi wa Kenya. Wavumilie ma MCS, mm -hmm. Sio kwamba watafanya kila kitu vile wanavyotaka yeah. Wakiona kuna upungufu kiasi ama fulani, wasije mm -hmm. wakaright mtu off kwamba oh, hapa ungefanya hivi na hujafanya. Kuna sababu ambazo hawawezi wakaepuka wenyewe wa, wajumbe mm -hmm. Ndio sababu hawafanyi vile wananchi wanavyotaka, kwa hivyo wavumiliwe. Asante. mm -hmm. Asante sana Mheshimiwa Ngondi. Yeah, okay. Uh, ningependa uh, kuchangia Uh, kuhusu mambo jinsi uh, rasilimali ya nchi mm -hmm. inakuwa shared mm -hmm. ile ambayo tunasema shareable revenue mm -hmm. uh, mimi ni mwakilishi wa Nairobi na Nairobi inachangia pakubwa sana rasilimali ya mali ya umma mm -hmm. taxes ambayo tunasema 60 to 65 percent the GDP of this country, the entire country, mm -hmm. inatoka Nairobi. mm -hmm na unakuta kuwa wakati mpangilio ya kugawa risal, rasilimali eh, ra? <laughs> iende katika kaunti za arobaini na saba mm -hmm. Eh, Nairobi inawekwa katika kikapu moja mm -hmm. ambaye pia naye ni chanzo kubwa sana uh, inachangia uh, services uh, ya Nairobi kuenda chini mm -hmm. Nairobi inatakikana iangaliwe na macho tofauti na hizi kaunti 47. Nikikuja kwa mambo ya wakilishi ward wa Nairobi e, mazirima ni jambo mbaya sana, uweze kuweka uh, mambo ya house allowance ya MCA wa Nairobi unatoshanisha na MCA ambaye anatoka Homa Bay. Homa Bay ndio sehemu nimezaliwa mm -hmm. Lakini ukiangalia gharama ya nyumba Homa Bay kule one bedroom kule Homa Bay maybe inaweza kuwa hata elfu tano ama elfu kumi ama elfu kumi na tano. mm -hmm. Lakini hapa Nairobi saa zile unapatia MCA pesa inatoshana na mtu wa Garissa. Uh, mambo ya ya, ya, ya, ya ya house allowance. Wana tu wanatudhulumu, na hiyo ni kitu mbaya zaidi kwa SRC mm -hmm. kwa hivyo ninataka ni, ni, ni kusema mbele ya TV ya kwamba wakati SRC wana consider mambo ya payslip mm -hmm. ya, ya, ya members of the county assembly waangazie hayo zaidi mheshimiwa. mm -hmm. yeah. wa Iganjo, uh, ningetaka kusema vitu tatu. uh, ya kwanza ningetaka ku plead na national leaders, uh, wakuwe na kitu inaitwa political goodwill mm -hmm. kwa county Governments. Na ningetaka kuwaashua county governments has, and county assemblies haziko hapo ku compete na national government. Mm-hmm. National government is a big brother, then number two devolution, ni mtoto wetu wa Kenya. Na wakati mashirima unazaa mtoto na hautamlea atakufa the the whole idea ni kubring services closer to the people mm -hmm. then disbursement ya pesa za county zikuwe on time, kwa sababu kila wakati unapata pesa inawekwa hadi June, ikikuja kuisha zinaachiliwa. mm -hmm. Watu wote wanasikia magavana na wawakilishi wa wodi wamerudisha pesa. Si wamerudisha kwa sababu iko hapana, ni kwa sababu imetaimiwa mpaka siku kadhaa, wakati huwezi tumia zinarudi ya mwisho a uh, kashkropea pale Nyandarwa ni viazi ama waru. Ningetaka ku encourage msikilizaji tununue viazi kabisa. mm -hmm. na tuhakikishe chakula yetu tunakula iko na waru, ndio Nyandarwa isonge mbele <laughs> asante sana, asante sana Mheshimiwa Washira Waiganjo, speaker wa bunge la county ya Nyandarwa, Mheshimiwa Kennedy Ngondi ambaye ni speaker wa bunge la Nairobi na Mheshimiwa Christopher Rusana uh, kutoka county bunge la county ya Migori. Asante sana kwa kuungana nasi hii leo na kuweza kuwe kuhusiana na hii nafasi ambayo mnashikilia. Nadhani Wakenya wengi leo wameweza kujifunza mengi, na pia wengi wanatamani kwamba maspika wao pia wangekuwa hapa ili waweze kuwatambua. Kufikia hapo, mtazamaji, hatuna la ziada. Asante sana kwa kutazama Mwenge wa Kaunti, kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi na kutakia mchana mwema, lakini mimi nitarejea hivi punde na taarifa kuuza sasa.